Ya bado performance yake inaendelea kukua vizuri kwenye mashindano ya UEFA, ana goli takribani nane na ndo anaongoza nako kule UEFA. Ko, yake, Mbappe. Kwa kwao consistency yake Mbappe imekuwa ni kubwa. Uwezo wake wa kudribble mpira wa kukimbia, shooting yake, lakini positioning yake imekuwa ni nzuri, lakini yote kwa yote, yani Mbappe lazima tumzungumzie katika ukubwa sana. Yaani, mtu anaipambana sana akiwa uwanjani na, na mpaka sasa amecheza michezo kumi na saba akiwa na goal 17 assist asisi nne. Sasa kwa performance hii anayoionyesha ndani ya ligi kuu ya La Liga unamwona wapi misimu ijayo, ama unaona nini, unatazama nini e, siku za mbeleni? Uh, nafikiri sasa ni muda wake Mbappe kwenda kuwania Ballon d'Or Najua Mbappe ameanza kushaini ni muda mrefu, hasa akiwa na timu yake ya taifa ya Ufaransa pale 2018 na kama sikosei, mm. aliweza kuchukua ile tuzo ya kijana chipukizi mchezaji bora chipukizi. Lakini tunaona tena pale 2022 yeah. finali ile inapigwa pale dhidi ya Argentina eh e, anachukua mfungaji bora pale yeah. dhidi Lionel Messi wa yeah. Argentina takriban goli moja yes, akawa mfungaji bora yeah, lakini Messi akawa mchezaji bora. Kwa hiyo nafikiri sasa ni muda wake, yupo na klabu kubwa, klabu ambayo inafanya vizuri sana kihistoria katika mashindano ya UEFA, ni yeye sasa kwenda kuendeleza ule mwendelezo sasa. Haijalishi Madrid anafanya vizuri kiasi gani, lakini hmm, bado unaona performance ya Mbappe inakuwa ni nzuri. Madrid hata akiwa anapoteza amefungwa tatu kwa mbili lakini unaona Mbappe bado anafanya nini? amescore Na kwa hiyo nampa nafasi kubwa sana katika kuwania tuzo ya Barandeo ya msimu huu.